Kamishina na ndugu zangu na watanzania kwa ujumla, nimempongeza rais wetu kwa dhati kabisa kwa sababu asingeonekana kuwa imara katika mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, hata wakina Makonda tusingeweza kufurukuta. Vita hii sio vita ya kawaida. Vita hii inapunguza idadi ya marafiki. Vita hii inakutengenezea hofu katika kila mlango unaokanyaga na kutokuwa na imani kama ni sehemu salama. Vita hii inakufanya uwisi, unabaki peke yako, na muda wowote roho yako inatoka. Vita hii inakufanya uwe na hofu, hata familia yako, baba yako na mama yako, kutokuwa na uhakika na usalama wao. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye anajua siku ya kuja duniani na siku ya kuondoka, na kwa mapenzi ya rais wetu Dr Magufuli ambaye amesimama kama amiri jeshi mkuu kuongoza mapambano haya, vita hii inazidi kuwa ndogo na ukubwa wake unazidi kupotea kadri ya siku hadi siku navyozidi kusonga mbele. Namshukuru kwa kuamua kwa dhati, na jana mmemsikia kasema namna gani ambavyo anachukizwa na siku anamwapisha CDF, walisema ya kwamba hata mke wangu akibainika anajihusisha akamatwe, lakini watu hawakumuelewa. Nafikiri jana kwa kiwango fulani watanzania wanaanza kuelewa dhamira ya rais wetu, lakini wanaoelewa zaidi maneno na uchungu alionao Mheshimiwa Rais Magufuli ni baba na mama walioamua kuangaika kuwapeleka watoto wao shule na wakarudi wakiwa mateja. Hao ndio wanaweza kuelewa hasira, uchungu, maumivu na ghasia ambayo rais anaiona, sababu wanakumbana na hizo changamoto ndani ya familia zao. Moja, rafiki yangu jana alikuwa ananiambia mtoto wake analazimika kufunga milango, hata kama anaenda uwani lazima afunge milango yote, sababu hatua aliyofikia, ana uwezo wa kuchukua samaki walioko kwenye friji akaenda kuuza ili apate madawa kulevya Angekuwa na uwezo hata wa kumuuza mtu pale nyumbani angemuuza. Na mbaya zaidi, wengine wanang'oa mpaka TV wanaenda kuuza ili waweze kupata madawa haya yanayoharibu maisha yao. Kwa hiyo mimi naamini familia zote ambazo zimepitia katika hizi changamoto, ikiwemo na familia ya rafiki yangu ndugu yangu Tid, ambaye mama yake alifikia hatua ya kumpeleka kwenda kwenye kisomo ili angalau asomewe labda ataacha kutumia madawa haya, lahasha, haikufanikiwa. Ndio maana katika hotuba yake TD amesema yamkini ilihitajika labda nguvu ya dola ili kunikandamiza na kunipa nafasi ya kujua kwamba niko kwenye dunia nyingine. Na kumtoa mtu katika mikono ya shetani sio kazi rahisi. Ndo maana leo kila kona utasikia kuna kelele sikia, kwenye mitandao ya kijamii watu wanapiga kelele, utasikia baadhi ya maeneo watu wengine wanaheshima kabisa wanapiga kelele. Hawa wako kwenye makundi makubwa matatu. Moja ni lile kundi la mnufaika kwamba yeye ndio anafanya hii biashara ya madawa kulevya, huyu hawezi kukaa kimya, anaona moto unakuja, hawezi kunyamaza. Wa pili ni wale ambao walipata kula kupitia hawa wauzaji. Kwa namna moja nyingine, wako wengine walipata fedha za kampeni kupitia hawa wauzaji, hawawezi kukaa kimya, watapiga tu kelele. Na wengine, kundi la tatu ni wale ambao wameshatumia, wamefika kwenye kile kiwango kinawapa kiburi, wanajiona dunia ni ya kwao, na ndio maana anaweza akawa yuko baharini akahisi yuko Marekani. Huyu naye ana kila sababu ya kupiga kelele. Kundi la nne ni dogo tu, ni wale wasioelewa ni nini maana ya madawa ya kulevya. Wao kwa sababu yuko chama hiki Makonda yuko chama kile, basi ni wadui tu, kisa tu, hataki tu, wengine Makonda ana umri mdogo yeye ana umri mkubwa basi tu angetamani afanye yeye katika ukubwa wake, lakini alichelewa. Makonda akamwahi kupitia Roho Mtakatifu, ndio maana anaumia. Kwa haya makundi yapo.